Karibu watazamaji na wafuatiliaji wetu wa Meda News. Tuendelee kufahamishana yale yanayojiri katika ulimwengu wa mizozo ya kivita. Mapigano makali yameibuka huko nchini Yemen yaani, kusini mwa Yemen baada ya Saudi Arabia kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa STC wanaoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu huko kusini mwa Yemeni. Mwishoni mwa mwaka huu tulishuhudia mapigano ambapo Saudi Arabia iliweza kufanya mashambulizi makubwa katika bandari ya Yemeni, ambapo bandari hiyo inasemekana kwamba umoja wa falme za Kiarabu ulikuwa umeleta magari ya kijeshi ambayo yalipelekwa katika bandari hiyo, na kutokana na kile ambacho kilisemwa na viongozi au uongozi wa Saudi Arabia, walisema kwamba umoja wa falme za Kiarabu ulipitisha au uliweka mizigo ile maeneo yale ya bandari ya Yemeni bila kuwa na kibali cha kutoka katika eneo hilo, na ambapo wanasema kwamba meli hiyo ambayo ilitoka huko Aden katika bandari ya Haden ilitoka ikiwa mezima kile kifaa cha data ya rada ambayo cha kufuatilia mawasiliano za meli, na ikaenda moja kwa moja mpaka katika bandari ya Mukalla huko katika taifa la Yemen, ambapo Saudi Arabia ilichoamua ni kuweza kushambulia ile mizigo yote, ambapo ilikuwa ni magari ya kivita ya kijeshi au jeshi la umoja wa falme za Kiarabu ambapo wenyewe umoja wa falme za Kiarabu walidai kwamba ile mizigo au ile shehena ya yale magari na zile silaha ilikuwa ni kwa ajili ya vikosi vyao ambavyo ni vikosi vya muungano ambavyo vilikuwa vinafanya kazi zake uko nchini Yemen, kwa ajili ya masuala ya ulinzi. Kama unakumbuka vizuri, umoja wa falme za Kiarabu uliingia mkataba wa kiushirikiano wa kijeshi na Yemeni ambapo tuliweza kuona baada ya mzozo huu Yemen iliamua kuwafurusha na kuwafukuza hao wanajeshi watoke ndani ya taifa la Yemeni ndani ya masaa ishirini na manne. Kwa sasa tumeona mizozo mikubwa ikiwa inatokea kati ya umoja wa falme za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia. Tutaendelea kukujuza ni yapi yanajiri mpaka um, sasa hatuna kingine cha kuweza kukutaarifu zaidi ya hicho tulichokupa, kwamba mapigano makali yanaendelea huko kusini mwa Yemen, ambapo Saudi Arabia imeweza kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa STC wanaoungwa mkono na umoja wa falme za Kiarabu huko kusini mwa Yemen. Tuendelee kufuatana nami uweze kusubscribe katika chaneli hii kwa maandishi yaliyoandikwa hapo chini, na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa utakayekuwa unapokea taarifa zetu pindi tunapoziweka katika chaneli hii. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ninapotamatisha habari hii.